Serikali imeahidi kuendelea kushirikiana na sekta binafsi ili kuboresha maisha ya wananchi kwa kuhakikisha miradi mbalimbali ya maendeleo inatekelezwa na kuboresha huduma muhimu ikiwemo usafiri ili kurahisisha utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050. Hayo yameelezwa na Kaimu Kamishna wa kitengo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPU, bwana Bashiru Taratibu, wakati akifungua kwa niaba ya naibu katibu mkuu, Wizara ya Fedha, Bi. Amina Khamis Shaaban, kikao cha kwanza cha ushirikiano kati ya Wizara ya Fedha kupitia kitengo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPU, kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC Tanzania na Wizara ya Kazi na Uwekezaji Zanzibar, kupitia idara ya ushirikiano ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPD amesema sekta binafsi ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi hivyo ni muhimu serikali kuendelea kutoa fursa za uwekezaji kwa sekta binafsi kushiriki kikamilifu katika kuboresha miundombinu na miradi mingine ya maendeleo ili kukuza uchumi wa nchi na kuboresha maisha ya Watanzania. Kwa upande wake naibu katibu mkuu, wizara ya kazi na uwekezaji Zanzibar, bwana Rashid Al Salim, alizitaka sekta mbalimbali kutekeleza jukumu lao la kuandaa miradi ya maendeleo ili kutoa fursa kwa sekta binafsi kuitekeleza miradi hiyo. Naye mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC, Bwana David Kafulila, alitaja maeneo mbalimbali ambayo sekta binafsi inaweza kuwekeza ili kuleta maendeleo kiuchumi. Kikao cha kwanza cha ushirikiano kati ya Wizara ya Fedha Tanzania Bara na Wizara ya Kazi na Uwekezaji Zanzibar katika masuala ya PP kwa mwaka wa fedha 2025 2026 kilichofanyika katika ofisi ndogo za Wizara ya Fedha jijini Dar es Salaam kiliambatana na ziara ya wajumbe kutembelea miradi mbalimbali inayotekelezwa Tanzania Bara kwa utaratibu wa PP ikiwemo miradi ya mabasi yaendayo haraka DART pamoja na mradi wa DDC jijini Dar es Salaam. Kutoka jijini Dar es Salaam. Helena Onesmo, Mtajirishaji Media.